China inaweza kukupa utajiri mkubwa kabisa, lakini pia China inaweza ikakutia hasara ukapoteza mtaji wako na ukajuta ni kwa nini umeenda China kufanya biashara. Na hii ni kwa sababu haujajua haya ambayo ninakwenda kukufundisha, lakini ukiyajua, ninaamini utakapokwenda China utapata faida ambayo ni nzuri sana. Sasa kama unapanga kwenda China, jambo la kwanza, kaa chini na weka lengo la biashara. Ninapozungumzia lengo la biashara, kule unakwenda kuchukua mzigo. Kwa hiyo, kabla ujaenda, ujue kabisa kwamba mimi ninaenda China kuchukua mzigo wa viatu, naenda China kuchukua mzigo wa duvet, naenda China kuchukua mzigo wa electronics, vyombo au kitu gani. Usiseme kwamba mimi ninaenda China nitapata wazo la biashara nikiwa huko huko China. My friend, utafika kule utakuta vitu vingi na utashindwa kabisa ununue kitu gani, kama ambavyo unaweza ukatoka hapa ukaenda kwenye duka la nguo na ukarudi pasipo kununua nguo hata moja, hata kama kuna nguo nyingi, kwa sababu haukuwa na lengo au mpango wa kujua kabisa kwamba mimi naenda kununua shati labda jeupe ambalo ni la drafti ni kama vile ambavyo unaweza ukaenda Kariakoo ambayo imejaa vitu vingi na bado ukakosa kitu cha kununua. Kwa hiyo jua unaenda kununua kitu gani, na ukijua kitu ambacho utakwenda kununua, utakaa chini na utaanza kufuatilia soko. Kwa mfano, unapanga labda kwenda kununua nguo za ndani utaanza kufuatilia soko labda Kariakoo na wale wauzaji wa jumla wanauzika kwa shilingi ngapi. Kwa hiyo ukishafuatilia ukienda China utakuja kugundua ah, mimi bwana, nikichukua hizi nguo za ndani kwa huu mtaji wangu sitapata faida ambayo ni nzuri. Ndio maana kama ulishaekuona watu wengi hata ambao wanaenda China au hawagizishagi nguo za ndani, kwa sababu kuna matajiri wakubwa sana wanaenda kule wanaweka pesa nyingi sana watu wana, wanaweka milioni mia tano wanaweka milioni mia saba bilioni, wanachukua tu nguo za ndani. Wakija hapo unakuta kwenye kila nguo wanaweka faida mia mbili mia mbili, mia mbili tu au shilingi mia mia tu. Sasa unaenda kule na milioni hamsini unaenda na milioni ishirini hauwezi ukashindana nao. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajua soko kwanza lile la Tanzania ili ukienda kule usija ukachukua tu bidhaa halafu unarudi unakuta hata bei ukiongeza faida kidogo bado unakuta hautengenezi faida. Kwa hiyo ni vizuri sana ukafahamu hilo mapema. Lakini jambo la pili, ni lazima upate passport mapema. Na passport utaipata wapi? Passport utaipata idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji ndio ambao wanahusika na masuala yote ya passport. Kule watakupa maelekezo yote ingawa kuna agent, agent ambacho atakusaidia ni namna ya kujaza form, ehe, kwa ajili ya kupata ile passport lakini hawakupatii passport wao wenyewe. Kwa kisha pia hata kama ni mfanyabiashara hata kama uendi China leo au kesho kuwa na passport yako itakusaidia. Kwa hiyo nenda kule uhamiaji, fatilia hizo process inakuwaje mpaka unapata passport. Inakuwa ni vizuri sana. Baada ya kupata passport, hatua ya tatu ni lazima upate viza ya kwenda China, na tunapozungumzia viza, hakikisha unapata viza ya kibiashara. Hiyo visa ya kibiashara itakusaidia utakapokwenda China, utakuwa huru kwanza. Hata pale pale tu umefika China huko, pale airport utaulizwa umekuja kwa ajili ya kitu gani? Usiokasema kama umekuja kuchukua mzigo, alafu anaangalia visa yako ni ya utalii, my friend, utarudishwa pale pale. Wachina wako siasi sana na sheria zao, lakini pia hata unaweza kupita pale airport, lakini baadaye ukikamatwa unafanya biashara wakati una visa ya utalii, inaweza ikawa ni shida kwako. Kwa hiyo hakisha unapata visa ya biashara na utaipata wapi? Ubalozi wa China. Kwa hiyo kule pia watakupa utaratibu wote na viambatanisho vyote ambavyo unapaswa kuwa navyo, lakini pia nimekutengenezea video nyingine ambayo ninazungumzia viambatanisho muhimu unapokwenda ubalozi wa China kupata viza yako. Jambo la nne, hakikisha unakata tiketi mapema. Kumbuka, hakuna nauli ambayo ni constant kabisa. Inajulikana kwamba nauli labda ya kwenda China na shilingi milioni tatu au ni shilingi milioni tatu na laki mbili au shilingi milioni mbili na nusu, lakini utakapokata tiketi yako mapema itakusaidia kuweza kupata tiketi kwa gharama nafuu zaidi. Kwa hiyo badala ya kulipa zaidi ya milioni tatu unaweza ukakuta unalipa chini ya milioni tatu na hapo ni kwenda na kurudi. Jambo la sita hakikisha unafahamu ni nani ambaye atakupokea utakapofika China. Kumbuka utakapoenda China kwanza, kule ni sehemu ambayo ni ngeni, haujawai kufika hata kama umewahi kufika mda mwingine, labda umesahau zile proses zote, ulienda na kikundi. Kwa hiyo ukienda China hakikisha kwamba ujue nani ambaye atakupokea. Kuna Watanzania wengi sana ambao wanaishi China, wasiliana nao kwamba wewe utaenda na utaenda labda flani, flani, na ndege fulani ya shirika fulani na wa, wao huwa mara nyingi wanajua kwamba hiyo ndege itafika saa ngapi? Au unaweza ukapiga ile picha tiketi ukamtumia na ule muda, akawa yuko pale airport, ili ukifika aweze kupokea, umeweza kupanda kwenye taxi au kwenye metro, alafu mwende kwenye hoteli au apartment ambayo unaenda kufikia. Tofauti na hivyo utafika pale haujui kwanza hoteli ambazo mara nyingi zinapokea wageni au hoteli ambayo inalingana na bajeti yako. Wachina watakupokea pale, watakupeleka sehemu yoyote tu. Lakini kingine wale ambao watakupokea pale, kuna madalali wengi, unaweza kukuta sehemu ni ya kwenda kwa shilingi elfu ishirini wakakwambia laki moja na kama mfanya biashara tayari, hiyo unakuta umeingia hasara. Jambo la sita, hakikisha unapakua app za muhimu kule China. App ya kwanza ni app ya WeChat, hii hapa. app ya WeChat itakusaidia kuweza kuwasiliana na wa China kule ni kama WhatsApp tu kule, kwa hiyo utaweza kupata namba za masupplier, namba za wafanyabiashara wakubwa, lakini pia uta, kama unatengeneza urafiki na watu au mahusiano ya muda mrefu pamoja na suppliers utatumia hiyo app ya WeChat. Lakini pia app nyingine ya muhimu sana ni app ya Alipay. Hii app ya Alipay ni app ambayo itakusaidia wewe kuweza kufanya malipo kwa mchina yoyote yule karibia kila mchina pale ana alipay kwa hiyo kazi yako utakuwa ni kuweka pesa ukishaibadili alafu una skani unapokuwa unafanya manunuzi jambo la saba ni lazima ukifika kule jifunze kutumia metro kwa nini nasisitiza ujifunze kutumia metro? Kwa sababu metro ndio usafiri ambao ni wa gharama nafuu zaidi kwao. Unaweza ukakuta unatoka kwenye apartment au kwenye hoteli ambapo unaishi kwenda kwenye soko pamoja na kurudi, ukatumia shilingi chini elfu saba kwa siku mizunguko yote. Lakini utakapotumia taxi utajikuta unatumia kuanzia shilingi elfu ishirini kwa siku mpaka shilingi elfu themanini au muda mwingine zaidi ya laki moja kwa taksi, kwa sababu kule pia taksi zinasoma kwa mita, na muda mwingine unaweza kukutana na foleni, mgakutana labda tena ujenzi sehemu fulani, kwa hiyo ile taksi inakuwa inahesabu zile dakika, lakini kwenye metro ambayo ni zile train zenyewe hakuna mambo ya kuhesabu muda. Jambo jingine, hakikisha kwamba una download VPN. Kwanini nasema VPN? Tunapoenda kule, tunahitaji kuwasiliana na ndugu zetu, wafanyabiashara wenzetu, tunahitaji kuwasiliana na wateja, kujua biashara zinaendaje huku nyumbani. Kwa hiyo utakapokuwa na VPN itakusaidia sana kuweza kuaccess apu ambazo zimefungiwa China. Kwa mfano, WhatsApp auwezi ukaiaccess kule China, Instagram auwezi ukaipata kule China na TikTok. TikTok ndo kabisa ni ngumu. YouTube pamoja na Google pia utapata shida kuweza kuingia huko. Ingawa unaweza ukaenda sehemu wakakuwekea VPN, lakini vizuri ukiwa Tanzania ukafuatilia ukajua VPN gani ambayo ni nzuri, itakusaidia pia hata kuweza kutumia app ya TikTok. Jambo jingine, hakikisha kwamba una download app ya Didi, ni kama Uber, ingawa wewe unaweza ukadownload ukifika China. Kwa hiyo hiyo itakusaidia kuweza kurequest Aha, kuweza ku request taxi kutoka hapo hotelini ulipo au kwenye apartment ulipofikia kwenda kwenye soko au kutoka soko moja kwenda soko jingine, kama utatumia metro au sehemu ambapo metro haifiki. Lakini jambo jingine hakikisha kwamba unabeba dawa zako. Ehe, unaweza ukahisi kwamba sio jambo la muhimu sana, kwa sababu dawa ambazo umezizoea huku inawezekana kule China zisiwe hizo hizo, na kama una allergy ikakuletea shida kwa hiyo kitu gani ambacho unatakiwa kufanya? Beba zile dawa zako, kama unajua kabisa kwamba una tatizo fulani au una ugonjwa fulani, beba zile dawa zako, nenda nazo alafu utakuwa unazitumia. Kwa mfano mimi, huwa nina allergy na vumbi, nina allergy na perfume. Kwa hiyo ninahakisha kabisa kwamba lazima ni bebe angalau Panadol pamoja na dawa za mafua. Kwa hiyo hiyo pia wewe itaweza kukusaidia. Je, utapata vipi viwanda ukienda China? Zipo njia mbalimbali mbali. njia mojawapo ambayo unaweza ukaitumia kuweza kupata viwanda ni kutumia ChatGPT. teknolojia imerahisishwa kabisa, cha kufanya wewe, ingia kwenye ChatGPT mwambie kabisa kwamba mimi nipo China Guangzhou, ninahitaji kutoka hotelini nilipo sehemu fulani, niende soko ambalo wanauza electronic. Je, hilo soko liko sehemu gani? ChatGPT itakwambia masoko yote, itakwambia viwanda vilivyopo. Kwa hiyo ni vyepesi kabisa, baada ya kuingia kwenye mtandao au kutoa pesa nyingi kuulizia watu, unaweza ukatumia mitandao kuweza kujua kila kitu. Lakini utakapojua viwanda, inabidi pia ufahamu sheria sehemu gani ambazo unatakiwa kwenda na sehemu gani ambazo hauruhusiwi kwenda. Vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya ukiwa uko nchi za wenzetu, au vitu gani ambavyo hauruhusiwi kufanya. Kwa mfano, hauruhusiwi kupigana utakapokuwa huko China. Kupigana ni kosa kabisa, rajinai na unaweza ukawekwa ndani hata kwa miezi sita, kabla kesi yako haijasikilizwa kwa sababu tu umeonekana kwenye kamera ukiwa unapigana. Kwa hiyo hata mtu akikuuzi vipi, kuna watu niliwaambia, hata mchina akikushika jichoni usiutoe huo mkono, anatania <laughs> toa huo mkono, lakini usipigane. Lakini jambo jingine, usiende sehemu zisizoruhusiwa. Kwa mfano kama bandari ya China, wewe kama mgeni hauruhusiwi kwenda huko. Lakini pia wewe ni mgeni kwenye nchi ya watu, acha kujiingiza kwenye mahusiano na hao wa China. Usitake kujaribu kila kitu, ukataka kujaribu huyo mchina ikoje. Sio vizuri kabisa, kwa sababu unaweza ukaingia kwenye matatizo makubwa. Na jambo la mwisho, hakikisha kwamba unaandaa bajeti yako vizuri, ujue kabisa chakula nitatumia gharama kiasi gani hujue kabisa usafiri nitatumia gharama kiasi gani, hujue kabisa hoteli nitatumia gharama kiasi gani ukiwa bado uko nyumbani, kwa sababu hoteli zipo za kuanzia uh, elfu hamsini kwa siku na kuendelea. Unajua hoteli hazina limitation. Sasa utakapoenda haujui hilo, utafikia hoteli ya shilingi laki moja, umekaa mwezi mzima, tayari ni shilingi milioni tatu. Tayari umeingia hasara, umekula mtaji mzima. Kwa hiyo hakikisha kwamba hivi vyote unavifaa mapema, lakini pia chakula uh, hasa kama wewe uh, ni dini ya Kiislamu au kama ni msabato, hakikisha kwamba unaenda kula kwenye migao ya Kiafrika, kwa sababu wachina chakula chao kikubwa ni nguruwe ka unaweza ukaenda tu kule ukaagiza nyama na muda mwingine, kwa sababu Wachina hawajui Kiingereza vizuri, unaweza tu ukaenda ukazungumza unahitaji nyama, au muda mwingine unahata ukasema beef, lakini akakupatia nini? Akakupatia kitimoto, ikawa ni shida kabisa. Kwa hiyo fahamu juu ya vyakura. Na nina uhakika kabisa ukifanya haya mambo yote basi safari yako ya China itaweza kukupatia mafanikio makubwa. Fahamu pia nani ambaye atakusafirishia bidhaa zako kutoka China kurudi kuja Tanzania. Fahamu utatumia meli au utatumia usafiri wa anga, na kwa nini utumie usafiri wa maji na sio usafiri wa anga. Na hivi vyote pia utajifunza kwenye video ambayo nimeipost pia na utajifunza hivi vitu vyote kumbuka, China inaweza kupatia utajiri mkubwa kwa sababu vitu vingi kule ni bei ambayo ni ndogo, na vingine unaweza ukaleta Tanzania ukauza na ukapata faida hata zaidi ya mara tatu mara nne. Lakini zingatia hayo ambayo nimekwambia. Una swali lolote kuhusiana na China, basi niandikie kwenye komenti na mimi nitakujibu kwa furaha na upendo.